chenga mpira wakija, ninatoa pasi na hamu yao sio mie hamu. Hmm, e, yao ni kukusikiliza wewe. Qurani imesomwa surati Baladi kabla sijakupa maiki. Kwa niaba, mi ni mwakilishi kama mwingine. Wanasema kwamba kama itawezekana makai, basi walau

Nimeambiwa darsa imefungwa kwa Suratul Balad, ni sura katika sura zilizoteremshwa Makka. Sura hii ambayo twafunga nayo imeteremshwa kwa kumliwaza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bijamii lmakabidi lati yataghamaruha fi athna dawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam ana anakumbana na mengi katikati ya dawa, somo ambalo ukilitoa kule linakuwa mimbabi yake ani fasmahi ya jara, wale wote ambao wanakuja kufanya kazi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajue, kuna makabid na maghami wenyewe. Wanasema tarikatu dawa mafrushati ghairu mafrushati bil wurud, tari ya dawa, njia ya dawa, hakiwa Allah mashada. Anayetaka kufanya kazi ya dawa, kuna shauka, kuna badabit, kuna mbidiri. kuna miba, kuna d kama ni baba, ni ukiwa na kigari chako tairi hazieleweki, fu alieleweki, kwenye njia hii unaacha kila kitu kitaka, kufanya kazi ya dawa kwenye njia kama hii nenda na gari nzima na wewe unayefanya kazi ya dawa. Mfano huu hapa, tukisema tuulizane hapa ndani kuna makabila zaidi ya kumi, na makoo ndio hayo zaidi ya elfu. Kila mmoja ametoka na thakafati zake kwao. Wewe unataka kuwaongoza hawa kila mmoja na tamaduni yake, tabia zake. Unawezaje kuwaongoza uwapikamahawa wakati huyu anasema yesi, kuna mwingine hujue, atasema no. Wakati yule anasema no, jua kuna mwingine anasema sielewi chochote, kwa maana minhu la yesi wala no la ilaha ulai wala ilaha haula lakini, pili, sura hii imekuja kutangaza na kuonesha utukufu hadhi ya ardhi ya Makka, hadhi yake ni ya, ya namna gani, katika, katika levo zipi na mbele yake, kwa nini Makka ilipata hadhi hiyo? Juzi nilisema, juzi jana nilisema mahala kule Shinyanga tulipokwenda kufunga darsa ya Sheikh Abubakar, kitabu cha Qurani kateremshiwa mtume Muhammad Salamu. Lakini jina linaloongoza kutajwa ndani ya Qurani ni jina la mtume Musa, sio lake yeye. Musa katika Qurani ametajwa mara 136. Anayefuatia chini yake ni mtume Ibrahim aliyetajwa ndani ya Qurani mara 69, wakati yeye mwenye kitabu chake ndani ya Qurani tukichanganya Muhammad na Ahmad kwa majina yote ndiyo mara nne tu. Kwa nini

ni moja katika sababu Qur'ani nzima sura 114, kila sura imemtaja Mtume Muhammad, bali ukisoma ma'anan wa tafsiran wa falsafatan, kila aya imemzungumza Mtume Muhammad Shalom. unaweza ukasema, alam tara alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabi al-fil, umoni Mtume Muhammad, lakini na fiha lakini mtume yumo ndani alamtara, mbona tuone jina lake aya hiyo moja? Mtume yumo ndani kwa sababu alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fii, limadha? Fa'ala fa'ala rabbuka bi ashabil fil sharafan liwiladati Muhammadin li mtume. Kwa hiyo imekuja pia la ukusimu kutangaza nafasi ya ardhi ya Haram. Na kwa nini? Ni kwa sababu ya mtume Muhammad show yake ni ya kipekee. Bismillah, tupite safhiata maana tusizame bismillah mpaka mpakad

kilichosema kullu amrin fi bali la yubda ibai layubda bismillahi rahmani rahim fahuwa abta wafi riwaya fahuwa aqta wafi riwaya fahuwa aja thalathu riwayat. Jambo la maana, jambo la maana lolote kama litaanzwa pasina kuanziwa na bismillah, hilo jambo lina maana katika riwaya nyingine, ukoma, eh? Nyingine, maana katika riwaya nyingine ukoma, katika riwaya nyingine limekatikiwa na heri, maana nyingine limepoteza na umaana. Pamoja ni jambo la maana, kwa kuwa umelianza bila ya bismillah, halina maana tena. Unanitolea macho, umeoa eh? Sasa unaongeaje na mkeo? Mtume kashasema, kullu amri hibari laibdai bismillahi rahmanirahim aata wa, mkeo naongea na vipi? Jambo kama halijaanzwa kwa bismillah halina maana, kwa hata lile nong'ono la mkeo linahitaji bismillah, vinginevyo halina maana. Wewe na mcheza ngoma ngoma dro, lile ndio maana Mtume akafundisha.